Kwa majina naitwa Mhandisi Meshak Mole kutoka wakala ya barabara mkoa Morogoro. Moto ya mvua za Elnino mwaka jana ambazo zilipelekea nchi nzima uharibifu wa miundombinu kwenye maeneo mbalimbali na mikoa mingine, Morogoro pia tuliathirika kwa kiasi fulani kwenye baadhi ya maeneo ikiwa ni pamoja na eneo letu la Kihonda maji yali, yali overflow, yakawa yanavuka barabara upande wa pili kupelekea Moto ya kusitisha usafiri kwa muda magari kusimama kwenye ya barabara ya Morogoro korido, korido Dodoma. Wakati fulani tulipata changamoto ya magari kusimama kwa muda mzima kwenye kwenye. Baada ya changamoto hiyo wakala serikali kupitia wakala iliona umuhimu wa kufanya ukarabati katika lile eneo. Kwa hiyo kuna kazi ambayo inaendelea, serikali ilipata fedha kutoka kutoka Wellbank na, na inafadhili katika mkoa wetu wa Morogoro ujenzi wa madaraja sita katika maeneo tofauti, mawili yakiwa katika eneo la Kihonda kama nilivyosema. Kuna madaraja mawili yote yenye urefu wa mita thelathini, yakiwa yanatekelezwa na wakandarasi wazawa wawili. Daraja la kwanza linaitwa Ngerengere linajengwa na mkandarasi anaitwa Jonta Investment ya kutoka Shinyanga. Madaraja la pili linajengwa katika eneo la Kihonda eneo hilo hilo, lina tofauti ndogo, eneo la Kihonda lina ukubwa pia wa mita thelathini, ambalo linajengwa na. Kwa hiyo ujenzi huo, kama unavyoonekana sasa hivi, uko katika hatua mbalimbali za utekelezaji, madaraja makubwa ambayo yanahusisha ujenzi wa misingi ya aina ya misingi ambayo tunaita pile foundation Mkandarasi wa kwanza amekisha kuanza kazi ya piles katika daraja la kwanza la Ngengeri. Daraja la pili, kama daraja lilivyo daraja la kwanza, litakuwa pia lina msingi wa piles, lakini mkandarasi yuko anafanya kazi za awali kwa ajili ya mawe ya kuingia kwa tunategemea kwamba madaraja yote mawili yatakamilika kufikia mwezi Oktoba mwaka huu. Tunachotaka kusema kwa wananchi, hasa kwa barabara ya Morogoro Dodoma katika eneo la Kihonda hata ya yakuewa Ngeomba tu madereva kuwa makini, tunajitahidi kuwasimamia wakandarasi wetu. Tumeweka vibao vya kuwaelekeza, kupunguza mwendo, kwa sababu tuna magari makubwa yanakuwa yana ele materials mbalimbali kwenye eneo la mradi japo bado kidogo, imekuwa ni changamoto kwa madereva kuweza kupunguza e, kuweza kuzingatia zile road signs ambazo tumeziweka kwa ajili ya kupunguza mwendo. Kwa, kwa kupitia e, vyombo vya habari tungeweza kuwaomba mkatusaidia pia, wajumbe wanapofika kwenye lile eneo la mradi nijitahidi kuwa makini pamoja na eneo la doma japo eneo la doma kidogo la eh, zamani liko eh, nje kidogo ya eneo hilo linalopita, lakini pia kuna umuhimu wa kupunguza, kuzingatia eh, spidi kwenye yale maeneo, kwa maana ya kupunguza mwendo tani kwa watu ama equipment, heavy equipment kwenye yale maeneo. Kwa majina naitwa Engineer Herge Kimaro natokea John Star Investment Limited kutoka Shinyanga. Sisi ndio wakandarasi wakanda ambao tunajenga daraja la Ngerengere Bridge kwao. Pia tunapenda kumshukuru Mama Samia kwa sababu sasa hivi ameona uwezo wa wakandarasi wazawa, kwa hiyo tumeweza kupewa huu mradi ambao una zaidi ya 4.7 billion kama wakandarasi wazawa. A, tunapenda kumshukuru serikali kwa jinsi inavyoendelea kutuamini. Tunapenda kumhakikishia Mama Samia kwamba tutafanya zaidi, utafanya vizuri ili tuendelee kuaminika nawe kukua miradi mikubwa zaidi. Kwa hiyo napenda pia kuambia wakandarasi wengine wa ndani wanapokuwa wanaaminiwa kwenye miradi mikubwa kama hii, basi wajitahidi kufanya kazi yenye ubora na pia kumaliza ndani ya wakati ili tuendelee kupata imani kwa serikali kama wakandarasi wazawa. Mimi natarajia kumaliza kabla ya muda au ndani ya muda ili tumalize kabla ya tarehe kumi na mwezi wa 10 ili tuweze kuendelea kujenga imani kwa wakandarasi wazawa na kukua miradi mingi zaidi.